Ni Tanzania unatupata kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya ni Pamoja FM, Uganda ni Voice of Karamoja na iwapo uko nchini DRC yategesikiwa kupitia Radio Muungano Beni. Matangazo haya pia tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Umoja wa Mataifa unasema sasa ni muhimu kabisa kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza yatekelezwe kikamilifu baada ya mwili wa mateka wa mwisho aliyesalia wa wa Israel kupatikana kutoka katika eneo hilo. Hapo awali, jeshi la Israel lilisema limegundua mabaki ya Ranville, afisa wa polisi aliyeuawa wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Hatua hii inaadhimisha wakati muhimu katika mchakato wa amani wa Gaza unaosimamiwa na Marekani huku kurejea kwa mateka wote kukiwa ni sharti muhimu la kutimiza awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano. Hamas inasema imesaidia kupatikana kwa mwili wa mateka huyo ili kuonesha kujitolea kwake kwa makubaliano hayo. David Nkiana, taarifa zaidi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametaja kurejeshwa kwa mwili wa Gville kama mafanikio makubwa. Hatua ya kurejeshwa kwa mwili huu inatajwa kwamba huenda ikawa ni moja sababu za kusitisha kabisa mapigano huko Gaza. Sergei Kalfon ni wanusura a Hamas na alitoa maoni yake kuhusu kurejeshwa kwa mwili wa Rangville. Kuna kupata amani kwa kiasi fulani, sasa kwa kweli naweza kutazama mbele. Sikuweza kuwa na furaha hapo awali kwa sababu nilijua bado kuna mtu amesalia kule, tena mtu wa mwisho ambaye alikuwa wa kwanza kutoka na kupigana na alikuwa akipigania kunilinda na alikuwa wa mwisho kuondolewa Gaza. Kwa wakati wote tumekuwa na mawazo kwa ajili yake. Sasa kuna uafadhari kidogo kind of. Jeshi la Israeli lilianza kutafuta kaburi la siku ya Jumapili asubuhi. Jeshi hilo limesema kwamba lilifanikiwa kufanya hivyo kutokana na ushirikiano uliopata licha ya kututaja ni kutoka wapi. Tayari ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema nchi yake itafungua tena kivuko muhimu cha mpaka cha Gaza na Misri baada ya operesheni ya kumtafuta na kumrejesha Kivil kukamilika. Polisi huyu alikuwa mmoja wa mateka 251 waliokamatwa katika shambulizi lililoongozwa na Hamas dhidi ya Israel tarehe 7 Oktoba 2023 ambapo takriban watu 1200 waliuawa. Baadaye Israel ilianzisha mashambulizi yake huko Gaza na kupelekea vifo vya takriban watu 71,660. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas.

na kundi la upinzani nchini Sudani Kusini, Sudan Peoples Liberation Movement in Opposition, linasema vikosi vyake vinataraji kufika mji mkuu Juba mwishoni mwa mwezi Februari, kwani huenda mapigano yakaongezeka katika jimbo la mashariki la Jonglei katika siku zijazo. Hata hivyo, jeshi la Sudani Kusini limepuuzilia mbali tishio hilo likisema upinzani hauna uwezo wa kushambulia mji mkuu. Zaidi na Florian Kaijage. Katika mazungumzo na BBC, msemaji wa jeshi la Sudani Kusini, SSPDF, Meja Jenerali Rohai Kwang, amesema jeshi la upinzani SPLA ayo, halina nguvu za kijeshi kufika Juba kwa kuwa halina vifaa au uwezo unaohitajika kufanya mashambulizi kwenye mji huo mkuu, labda katika maeneo ya huko pembezoni, lakini bila shaka hatuna uhakika kama watakuwa na ujasiri wa kutukabili. Hata hivyo, tumejitayarisha kwa ajili ya tukio lolote litakalofanywa na vikosi vya waasi, ili tuweze kurudisha miji ambayo ilitekwa mapema mwezi uliopita. Uwezo wa kuikamata Juba au katika baadhi ya kaunti zinazoizunguka Juba ni mdogo sana, hawana nguvu za kijeshi, hawana zana za kijeshi au hata vifaa vya kijeshi vinavyohitajika ili kuishambulia Juba. Uh, Kohanga amesema upinzani kwa sasa unadhibiti baadhi ya kaunti katika jimbo la Jonglei, huku mji wa Bor, mji mkuu wa jimbo hilo, ukisalia chini ya udhibiti wa serikali. Upinzani SPLM IO, hata hivyo, umeonya kuhusu makabiliano makali na vikosi vya serikali katika muda wa siku mbili hadi tatu zijazo, yanaweza kuwaweka raia katika hali ya hatari. Msemaji wa upinzani Pal Mai Deng BBC kuwa ni suala wanaoliangalia kwa umakini mkubwa kwa kuwa hawataki kuacha raia katika hatari, na kwamba watapigana kwa umakini na kushinda ili kuikamata Juba. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Bor tayari wanahisi hatari za mashambulizi haya. Juzi Jumapili, jeshi la Sudani Kusini liliamuru raia, mashirika ya misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kuondoka katika maeneo yanayodhibitiwa na upinzani ya Jonglei ndani ya saa 48 kabla ya kile alichokitaja kuwa mashambulizi makubwa kijeshi, ya kijeshi. Taarifa yake Florian Kaijage. Zaidi ya muongo mmoja, Yemen imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyojaa ukatili na kusababisha vifo vya mamia kwa maelfu ya watu. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ukiungwa mkono na Uingereza pamoja na Marekani, umekuwa ukiisaidia serikali ya Yemen katika mapambano yake dhidi ya waasi wa Houthi. hata hivyo muungano huo nchi za Ghuba sasa umevunjika, huku serikali ya Yemen ikiomba majeshi yote ya kiemirati kuondoka katika ardhi yake. Wiki tatu zilizopita, BBC imekuwa chombo cha kwanza cha utangazaji cha Uingereza kupata ruhusa tangu muungano huo ulipovunjika ripoti yake Nawal Almaghafi kutoka mji wa Mukala kusini mwa Yemen, nawasilishwa na, na Isabela Magodi. Tunaendesha gari kwenye pwani ya kusini ya Yemen tukielekea kwenye gereza, eneo linalojulikana kama tovuti ya giza. Gereza hili limejulikana kwa muda mrefu kuwepo, lakini hii ni mara ya kwanza kwa wanahabari kuruhusiwa kuingia. Serikali ya Yemen imetualika kwa ziara na wanatusindikiza kwa nia ya kufichua kile wanachosema ni siri za mshirika wao wa zamani wa muungano UAE. Tumekuwa tukichunguza magereza haya kwa miaka mingi, tumejua siku zote zimekuwepo. Lakini kuwa na serikali ya Yemen inaungwa mkono na muungano wa Saudia kutuleta hapa pamoja na vyombo vya habari vya Saudia ni wakati wa ajabu sana katika mzozo huu. Tunapata kontena za kusafirisha, kila mmoja imebadilishwa kuwa seli na kuta zimepakwa rangi nyeusi. Tunaambiwa seli moja inashikilia wa wanaume sitini tunaona tarehe, maombi na michoro iliyoandikwa kwenye kuta mtu huyo aliandika tarehe 1 Disemba mwaka 2025, mwingine tarehe 26 Disemba mwaka 2025. Seli hizi zilitumika majuma machache tu yaliyopita. Tunamtafuta waziri wa habari wa Yemen, Muamar al Iriani. tumejua We kuhusu magereza haya, muda wote hatukuweza kufikia maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa UAE hadi sasa. Tulipoikomboa Yemen tuligundua magereza haya, ingawa tuliambiwa na waasiriwa wengi kwamba magereza haya yapo, lakini kuwa tunakutana na mfungwa wa zamani ambaye tumemtafuta sisi wenyewe karibu na ufuo wa bahari huko Mukala, ni kwa muda wa dakika 45 hivi kutoka gerezani. Amezuiliwa miaka mitano. Ametuomba tusitaje jina lake akihofia kwamba majeshi ya Imarati bado yanaweza kurudi kumkamata. Tulipitia aina zote za mateso, wakati wa kuhojiwa ulikuwa mbaya zaidi, hata walitunyanyasa kingono na kusema watamleta daktari. Huyo daktari Alikuwa askari wa Imarati. Alitupiga na kuamuru askari watupige pia. Nilijaribu kujitoa uhai mara nyingi ili kukomesha mateso hayo, to make it end. Tuliwasilisha madai yetu kwa UAE lakini hawakujibu ombi letu la kutaka maoni. Sasa tumewasili katika bandari ya Mukala kwenye ukingo wa bahari ya Arabia, ni sehemu muhimu ya biashara ya baharini ya Yemen. Tunatizama magari yaliyoteketea, vioo na vifusi vimetapakaa kila pahali. Watu wa Yemeni wamevumilia mwongo mmoja wa vita na wakati na madaraka kati ya UAE na Saudi Arabia ukiendelea, mustakabali wa nchi hiyo uko kwenye ratili. Taarifa ya bila magodi inatupeleka viwanjani kwake, Florian Kaijage. Asante sana Martha Saranga Tuanzie katika ligi kuu ya England ambako Thierno Barry aliendeleza kiwango chake bora cha, cha hivi karibuni cha kupachika mabao alipofanikiwa kuiwezesha Everton kupata alama moja dhidi ya Leeds United kwenye uwanja wa Hill Dickinson katika matokeo ya kufungana goli moja kwa moja. Wageni Leeds United wa kocha Daniel Farke walijipatia goli la kuongoza kupitia kwa James Justin katika kipindi cha kwanza huku Everton wakilazimika kungojea hadi dakika ya 76 au dakika 14 kabla ya pambano kufikia tamati. Katika tenisi kwa wanawake, kuna mchezaji ametajwa kama nuru ing'ayo nyota anayechipukia Iva Jovic, raia wa Marekani, anapata sifa nyingi katika fainali za Australia Open zinazoendelea. Maneno ya Novak Djokovic ni zaidi ya mtu mwingine yeyote bila shaka yatamtia moyo kijana huyu mwenye umri wa miaka kumi na minane anapojiandaa kwa robo fainali yake ya kwanza ya Grand Slam dhidi ya mwamba Arena Sabalenka. Djokovic, bingwa mara 24 wa mashindano makubwa duniani, anasema hakika ana zana zote za kuwa bingwa wa siku za usoni na nambari mmoja. Baadaye anakuwa Marekani mwanamke wa kwanza kutinga robo fainali ya mashindano makubwa tangu Venus Williams. With the, with the na katika gumzo hii leo tunaangazia mwaka mmoja tangu waasi wa M23 kuteka mji wa Goma nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Raia wanazipima vipi jitihada za kusaka amani? tutafutishe namuna ikinachopelekea kinachoweza pelekea vita ikuishe vita ikuishe kama ni hii vitu iweze kuisha, kama ni kwa maongezi wende kwa maongezi basi kuliko watu kuwa wakifariki kila kukicha na mateso ya kila kukicha. za muktasari wa habari za ulimwengu ukisomwa kwako na Caro Robi. Shukran, Martha. Umoja wa Mataifa umesema ni muhimu sana kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza yakatekelezwe kikamilifu baada ya mwili wa mateka wa mwisho wa Israeli kupatikana jana Jumatatu. Wanamgambo wa Hamas wamesema walisaidia katika kupatikana kwa mwili wa Ran Givil kama sehemu ya kuonyesha wamejitolea kuzingatia makubaliano wa kati yao na Israeli. Umoja wa Mataifa umesema idadi kubwa inayovunja rekodi ya wa a Palestina waliachwa bila makazi katika ukingo wa Magharibi mwaka jana. Zaidi ya watu elfu 37 walilazimika kuyama makazi yao kwa kiasi kikubwa wakikimbia mashambulizi makali ya Israel yalolenga kambi za wakimbizi kaskazini mwa Gaza. Meya wa mji wa Minneapolis za Marekani, Jacob Frey amesema amefanya mazungumzo ya tija na Rais Donald Trump na kumwomba akomeshe oparesheni ya kuwasaka wahamiaji haramu inayoendeshwa na kikosi maalum cha maafisa wa uhamiaji, operesheni ambayo imesababisha kamata kamata kubwa na mauaji ya raia wawili. Msemaji wa ikulu ya rais Caroline Levitt amesema Rais Trump